Desturi Katumbi, Katumbi, like kuna, kuna, tumefaa vitu vingi vikubwa kwa sababu tumeona hapo kuna namna moja yoyote kuwawezesha kuwa hawa watoto kuwaweka katika mfumo hata wanapo kuna toa msaada, lakini kuna kukea talenti yake yeah, kujua nini anapenda vitu na mm, fulani kama hivyo kwanza. Ah, siku hiyo tumejipanga yani, kila siku tunapoenda kufanya event sehemu wale watoto, kwa sababu ile jamii wale watoto wanaishi kwenye kituo hawakutani na baadhi ya watu kwao. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay, tumejipanga kufanya vitu tofauti tofauti, kuna baadhi ya watoto watakuwa wanachama wetu sisi ambao ni wenzetu, watoto wao wanakuwa na birthday zao, wataenda kukata keki nao pale wale watoto. So hiko kitu tu ni furaha pia. Bombastic Foundation tuna malengo ya kuja kuwa na kituo chetu ambacho kitakuwa kinaitwa Bombastic Foundation, foundation School Academy yani, itakuwa ni foundation ambayo wale watoto tutakuwa na wale pale, akiwa ni mcheza mpira atatimiziwa ndoto kupitia Bombastic Foundation. Okay, sasa hapo nime- nimepata jibu langu, maana for this time mpo katika kipindi ambacho mnaweza kutengeneza community yeah. kuweza kuweka sawa yeah. Baadaye mna, mna mna ambition kubwa kwamba mtaweka kituo chetu wenyewe nye. wenyewe yeah. takuwa mna malengo hayo na kufikia yeah. yeah. ina muda gani hii foundation mpaka sasa hivi? Uh, ndio kwanza imeanza tarehe moja mwezi wa kwanza yeah. Okay, kwa hiyo yeah. kwanza mnaanza, kwanza tunaanza, kuna sapoti yoyote labda makampuni ambao tofauti tofauti wana sapoti mm. au kuna bosi yupo yeye ndio mhusika, na nyinyi mnasimama kama nani? Ah, kwanza mi ndio mwenyekiti mi wa Bombastic Foundation, mwasisi. Support ni watu, siku zote unaambiwa mtaji ni watu mm. mi nilifikiria nikaona, ah, hapa tampigia fulani, tampigia fulani kwa kuwa tuna uwezo wa kupata let's say laki tatu laki nne. Eh bana, kwenye ile ile tutayoipata sisi, basi tupunguze kiasi fulani kwa ajili ya watoto yatima, kwa sababu mm. mimi ni Muislamu. Huu mm. ni Mkristo. Yeah, huu dini yake yeah, kuna inamhamasisha atoe sadaka aje apate afaidike na kitu fulani. Mm. Okay. Mimi mtume wangu Muhammad; mimi ni yatima yule mtume. Mm. Alizaliwa hana baba; baada ya kuzaliwa pia mama yake akafa. Ya mm. Kwa hiyo mimi pia sadaka nini ibada namba moja kwangu, kwa mimi naamini ni sadaka. Kwa hiyo hmm, najitolea nikiamini Mwenyezi Mungu atafanyaje. Atanijalia pia nitoe wito hmm, kwa viongozi wa kiserikali. Serikali yetu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan hmm. Eh, sisi ni vijana tumeamua kufanya vijana, uweze amini bro, umoja huu umeanzia kwenye viwanda, si mimi, watu wengi sana ni watu wa viwandani ndo wamekuja, watu wa mtaani kuja kutusupport kuungana na sisi na mwisho wa siku tumekuwa watu wengi, uweze amini, safari tu Bagamoyo zishajaa haya mbili. E, bana, mi nadhani umewasikiliza, au sio bana? Umewatizama pia, umeona the way walivyokuwa wana moyo wa kujitolea, au sio bana? Wana moyo, kwa sababu sio kitu kidogo, kupata kitu kidogo alafu kugawa mara mbili, kupeleka kwa watoto yatima, watu walemavu na nini. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mtu kaguswa na support yoyote, basi inakuwa ni blessing sana kupitia Bombastic Foundation. Also bana, wako live hapa 69 na lengo kubwa tumekuja kujua tu vipaji na nini, lakini wakasema hakuna, kuna kitu tunatoka tukizungumzie, na kitu cha jamii lazima tukizungumzie. E bana, mimi ni wape hongera sana, asante sana, asante sana. Asante sana, asante sana. Lakini nataka mmalize, nataka tumalize hmm. tumalizie hapo kwanza tunamaliza na vibe kama kawaida. yeah yeah yeah yeah, tunaimba au unachana, au na kitu hapa? Huu ni katibu huyu, anajua kusaidia hatima tu au <laughs> <Ause. laughs> uh, uh, <Yeah>, kabisa. Kabisa. <laughs> auna kipaji chochote, kipaji kingine Ndo kwanza nipo nimeingia ni mwigizaji. Ah, yeah, bongo, bongo. Yeah. <laughs> <laughs> kajitafuta tupo yeah. <laughs> na tuna tuna tuna film zetu tuna hapo 69 films au vipi? Nadhani kama unaanza mm. Basi fresh yeah, yeah. Waambie pale kwa sababu watu wanakuona na nini, unajua ile chochote mm, mm. Kinaweza kikatokea au yeah. vipi? Uh, mimi ni mwigizaji chipukizi, kwa hiyo najua wote mnanitazama, wote mnaniona, naombe ni sapoti yenu sapoti na mimi okay. niweze kufikia ndoto ya malengo yao. yeah. hey, ngoja niliswa la kizushi mm. kati ya Kanumba na Rei una, una, una, una. msanii gani ambaye amekuvutia, yani unampenda sana? Mtaenda kwa Kanumba. Au vipi? Ya, Kanumba. Hai. Ya, ya. Mzetu we. Ray Kigosi bana. Mm -hmm. Mshikaji kachagua mm -hmm. kwenda kwa Kanumba. Yeah. Soko baya. Au okay. vipi? Mm -hmm. Lakini nadhani kuna kitu umekiona kwa mm Kanumba. -hmm. Mm -hmm. Ya, yeah, ndi. Tuseme R.I.P. Au vipi? Ya, ya. Rest in peace. Na ni icon, icon. Icon mm -hmm. kubwa sana. Yeah. Kubwa sana. Ma, tuje na tumalize. Au vipi? Tunamalizia hapa. Mm -hmm. Unaweza ukachana kuhusiana na freestyle 69 media, maneno ambayo yeah, yeah, yeah, yeah. Leo, yes. Yeah, leo niko niko 69 eh, wanauliza huyu ni nani? Naitwa mm, eh, naitwa Bombastiki ah, ni mtu flani, kwanza chakula mjani niko niko na wiz chini mm -hmm. Hey, wewe kizingua nitakufisha kimini ah. <laughs> Bombasiki leo natema mabini yeah. na zambi zote si na zambi ya kuzini. Bombasiki foundation, okay. Piga piga ngoma yako ambao ushaifanya watu ambao wanaijua ya tufunge kipindi hapo na nini tumalize au vipi? Yeah, yeah, ngoma wanazijua zipo nyingi, lakini listen. Yeah, olaba ni uhonge ma DJ, maana kila anachofanya uaga sikosei, sijui kufa, najua tu birthday, wamerogaje oh, <todic> maana hata namba ngeni huwa spokei, wameniroga hey, hey, hey, wamenitega mikosi uh, napenda kula siku hizo wananiita bwana misosi, wameniroga uh, uh, wamenipa uh, wa uh, uh, nyota ya nux nirudi Kigoma, mambo atakuwa kitu na box, wameniroga ziko na bomoa amenijenge

navunja waya, kuna shoti zima monitor oh. Miso member kwenye group la hawa fake rapper uh -huh. Ijana maji moto zishangua meli tisa uh -huh. Akili zangu mbovu niletee fundi niko toka kuna tisha milio ya bundi ah. Gang gang ah. Nyingi nishakalisha makundi ah. Like vita na tipi mazembe akatumbi katumbi te So we mdogo ndio mila na desturi. Wewe mdogo ndio mila yeah. na desturi yeah. Mjini kuna vitu vingi sana jipange, afu mjini watu wajaja kwa mbio mbio tu wamejipanga yeah. <laughs> au sio? No, no, e, yeah. Sasa kuna watu wanafika mjini, kuna marapo kibao wanafanya rap mm. Na kuna wengine wana diss sana wasanii ambao na rap wakiwa wakina Young Lunya wakina nani ni wanajitamba sana Ebaa tuko na kigogo hapa cha kazi naelewa <laughs> ya Montana <laughs> bado sana Montana naelewa kigogo cha kazi nadhani umekitazama umekiona so kama una support yote unaweza ukasupport au vipi bana so kuna truck yote kwa kumalizia unaweza ukafanya yeah. na una plan gani 2026 ah 26, 20 26 na mipango mingi wao yanasema huu mwaka wa vijana eh mwaka wa vijana hata hey. Bombastic Foundation yenyewe vijana yeah, yeah. yeah. yeah tumeamua kufanya na mwaka huu uzuri nakutana na watu unajua, tangu nimeanza kujitolea sana kwa yatima, nimeanza kuwa nakutana na kutana, watu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna baadhi hata ya maneno ya dini, mimi nilikuwa gasiaamini unajua, kwamba toa ndo utaongezewa, sijui toa ndo utakuwa na hivi, Mungu atakufungulia, ila sasa hivi naanza kuamini. Leo hii niko 69 Media. Eh mm. Eh, it's big issue. Mm. Eh, for the talent, for the everything. Yes. Umeona eh, kwa 2026 bwana, ninachoambia mwaka wa vijana 2026, mwaka wa vijana huo. Mwaka wa vijana 2026 bana, bomba stick Flavor Montana, mm. Kigoma Finest, Mbogo After Next, Icon. Wow. Yeah. Hatari Kigoma Finest. Ipange. Eh, ambacho niwaambie yeah, tu ni ma brother wangu aloka njiani kwamba mimi sishindani shindani. Yeah. So, hey, kwa sababu mtu akisikia kuna ngoma yangu mimi nimefanya nikasema na rapper anajiita Mbuzi, mwambie mimi ndio Forest Hunter. Mm. Kwa baadhi ya watu wakaanza kusema mbona unaanza kumdisi Young Lunya? Sijui mbona unaanza kumdisi hivi. Mm. Hey, niliwahi kusema pia Asa nawapa somo, mtulize mshono, mi na yankila sauti ni moja, afu hatuchangii mdomo. Watu wakaanza kuona kama ah, mbona ah, kama we upo sana kwa <laughs> e tumalize Instagram. Yankila unatumia yeah, jina gani Instagram me... bana ya Flavor Montana, mm. yeah, Flavor Montana underscore Facebook unatumia Fleva Montana Bombastic. YouTube unatumia Fleva Montana, usiache kufollow, usiache kusubscribe pia. Sasa tusije tukawaacha wanetu wa Bombastic Foundation hmm. So, unapozama kule Instagram, Facebook, TikTok wapi, yeah, Bom, yeah, follow yeah. Bombastic Foundation kwa sababu Mungu atakulipa hata uko uko, uko follow. Ya yeah. yeah, uko uko. uko, uko Jambo la heri. Yeah. Jambo kubwa sana. Yeah, yeah. Kipindi hiki tena tunaingia kwenye mfungo wa Ramadhani na kuwa ni poa kinaomanao. Yeah, yeah, au sio? Bana, mi niseme asante. Tulikuwa, tulikuwa pamoja kwa muda mrefu, tumepiga story, tumeona vipaji cha Flavor Montana tumeona, na tumeona amekuja na na na foundation yao ambayo inaitwa Bombastic Foundation, wamezungumza wame vitu vingi, nadhani tumefahamiana. Hii hapa ni 69 freestyle, au sio bana? Nimekuwa blessing sana, tulikuwa naye Montana hapa, amezungumza vitu vingi, amechana vitu vingi. Usisahau pia kusubscribe YouTube channel yetu ya 69 Media Mendo Chingling in the town lakini, unaposubscribe pia unabonyeza alama ya kengele ili kupata notification kama zote hausiwe, yeah. So kama unakuwa una talenti ya kutosha, unaweza una ukatucheck pia hausie bana kupitia sifuri sita tano nane nne nne sifuri tano tisa tano tukakualika hapa, tukakusikiliza tukajua una kitu gani cha tofauti. Alafu tukaja na we live Vovi pia, e Instagram na ni follow kwa jina la whis ching na Facebook wis ching Uh, pamoja na TikTok ninamaliza kwa jina la Abo Abote. Asante kwa kututazama. Ni mwenyekiti wa Bombastic Bombastic Foundation. Bombastic Foundation ni taasisi ambayo ilianzishwa na vijana, kama unavyoona viongozi ni vijana, katibu msaidizi ni kijana, katibu mkuu ni kijana, mwenyekiti msaidizi ni kijana, mweka hazina kila kitu ni kijana. Of course vijana tumeamua kurudisha katika jamii, hivyo basi nitoe wito kwa yule ambaye anakuwa anaguswa na matukio kama haya ya kurudisha katika jamii, hadi ashirikiane na sisi kwa sababu ni vijana tumeamua kufanya. Mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, viongozi wa serikali, vyama vya kisiasa CCM, ACT Wazalendo, eh hey, chauma <coughs> jamani, sisi ni vijana wenu, tumeamua kufanya hii kwa ajili ya kurudisha katika jamii kwa sababu tunampenda Mungu na nyinyi wenyewe tuna imani mnampenda nani? Mnampenda Mungu. Hivyo mje mtupe support kama vijana, mshirikiane na sisi, muone wapi tunakosea wapi inatakiwa twende wapi ambapo inatakiwa tufike, kwa sababu tuna malengo, tuje tusaidie watoto ambao ni wengi, na tarehe kumi na tano Tana. tuna matukio tofauti tofauti, hivyo tarehe kumi na tano, tukio letu la kwanza tutakuwa Bagamoyo kwenye kituo cha Amani, tutawapelekea mahitaji watoto wale wayatima. Pia mwezi wa Ramadhani pia tutafutulisha wafungwa, hivyo tunaomba kama serikali, viongozi wa kiserikali ikiongozwa na Daktar Rais Samia Suluhu Hassan ya mama yetu huyo pia yeah. Sio tu Samia, kuna viongozi wengi baba levu. Mm, yeah, e, kuna mama yangu kabisa, na sio tu mama yangu wa kuigiza, ni mama yangu kabisa anaitwa Kiza Mayeye Di. Pia tunaomba mje kwetu sisi kama vijana tumeamua kufanya kazi ya Mungu. Nadhani hakuna mtu mzima ambaye anapenda kijana afanye mambo hayo. Uh, kwa majina anaitwa Emmanuel Aloisi ni katibu msaidizi wa Bombastic Foundation. Uh, labda tu mimi nijaribu kuongezea ni mengi sana ameyazungumza mwenyekiti wangu hapa. Uh, kama alivyotangaza kusema tunasaidia watu wa kila rika. Haijalishi sio kwamba watu wasiojiweza tu so kwamba vilema au yatima tu, hapana. Mpaka mahospitali tunafika tunasaidia, mpaka wafungwa tunasaidia. Kwa hiyo kikubwa basi, niombeni ndugu zangu wa dini zote, mje kutusapoti, mje kutusapoti sisi kama vijana wenu tulioamua kuanzisha jambo. Fadhila zetu tunazirudisha kwenu, nakwambiaji big time. Tukutana wakati mwingine, freestyle battle. 69 Media, hakuna matata. ai Yeah. Kibabe sana sana, wanangu. Vipi? Thank thank you, thank you. You najua yeah. tumeenjoy vibes za kutosha. Tunamaliza na hivi. Tuna ndoto za kuwa madokta. Tuna ndoto za kuwa mapairo. Tuna ndoto nyingi za maisha tuwezeshe tunaweza <laughs> Yeah.